Wachokonozi, wachokonozi, yani mtajua jela mliopigwa kiasi cha kutosha, ila sema sasa ni ngumu kutoka jela kwa sababu ina kukomfort, ina kupetipeti kwa watu, mna enjoy kuwa jela. Nini ambacho kinatogopesha kutoka kwenye hiyo jela, ile inayoisema? Mnaogopa kutoka jela kwa sababu utakuwa utakuwa lonely, utakuwa tupu sasa watu wanaogopa utupu, watu wanaogopa giza wakidhani giza lina mwisho. Yaani natumia misamiati, mwenye akili ataelewa nasema nini. Watu wanaogopa hiyo blissfulness, watu wanaogopa. Kuna watu mimi nikiwa training, fanya meditation, kuna state akifika anakimbia, anapiga yowe. Mm. Kwa sababu watu wataki kufika hiyo state ya blissfulness. Sasa ndio maana mna enjoy kuwa huku kwenye jamii, kuwa kwenye jela ya kijamii, kwa sababu watu wengi mko kwenye dini, kwa sababu mnajua siku mkifa mtakuwa na watu wakuwazika lakini ukweli ni kwamba siku ukifa wa uhitaji watu wa kuazika wakukuzika, maana funza watatoka ndani watakuzika. Kwa hiyo, kwa hiyo, oh oh, kifa utaachwa tu. Hata ukiniacha si kuna funza watakuja kutoa, nitatawanyika, si eti nitaandana nini? Unakuwa mbolea eh, nitakuwa mbolea, nitatawanyika kwenye state zingine. Kwa hiyo kuna aje, mimi sitegemei mtu aje anizike wa kazi gani? Kuna bratha ameuliza hapo, nakufa lini? yeye namuhusu ni. <laughs> <laughs> labda nimwambie ni yeye kama yeah, anapenda ni mwambie <laughs> yeye atakufa kabla hajafikisha miaka sitini. <laughs> Uh, uh, tunaelekea kwenye, kwenye uchaguzi <laughs> na kuna wakati pia niliona uli, ulizungumza hususan ni kwenye mikutano ile ya vyama vya siasa namna walivyokuwa wanaendesha ile mikutano yao mm. Uh, miongoni mwa vitu ambavyo nilivyovichukua kwako Ndiyo. ni kwamba watu wenye uelewa hawashiriki mm. siasa mm. au ndani ya vyama mm hawa hamna watu wenye uelewa mm. Ya, ya Tanzania tunaitaka iende wa mm. of course, watu walioko kwenye siasa ni matchmakers, sio, watu walioko kwenye siasa ni ambao they believe in physical accumulation ndo um, watu wanaoingia kwenye siasa. Na mimi nasema wazi tu, watu wanaoingia kwenye siasa ni watu wenye akili ndogo sana, na ni watu ambao wanaenda pale ili kujitegemeza wao Ila sio kuinua wengine. Kwa sababu mimi sihitaji kuingia kwenye siasa ili nifanye akili yako iwe timamu. Na Tanzania haiwezi kuwa na maendeleo kwa kujengewa barabara. Sio kwa kujenga viwanda. Tanzania itakuwa na maendeleo kwa kupevusha upeo wa watu wa uelewa. Barabara watajenga wenyewe. Maana haiwezekani mtu mzima una akili timamu ujengewe barabara wakati unajua mwenyewe unatakiwa kupita. Sio umeelewa vizuri? Eh. Mimi mwenyewe ukaniambie ati mtaani kwangu nisubiri serikali ije jenge barabara wakati mimi ndio napita Nianze kuchukua initiative mimi mwenyewe Kwa hiyo hmm. maendeleo ya Tanzania yaletwe na madaraja, yaletwe na mabarabara, yanaletwa na upevukaji wa upeo wa watu waanze kufanya vitu wenyewe. Utashangaa nchi hii kuna wanaume wazima wanawekiana mbegu na kuzaliana na watoto, alafu serikali iwapelekee madawati shuleni. Kwamba ni maendeleo. Nchi hii serikali ijenge zaanati. Wakati unajua unaishi vibaya, unakula vibaya kuna takiwa sehemu ya kwenda kukurekebisha uwe na garage, kuna takiwa mjenge wenyewe without government. Ila kwa sababu mmepumbazwa muishi katika ukuu wenu, that's why watu wanaona kwamba, e, siasa, wanaoingia kwenye siasa ni watu wenye akili. Mimi nasema hapa, watu wanaoingia kwenye siasa ni watu wana upeo mdogo sana wa uelewa, na wana akili kidogo sana, kwa sababu wanaenda kujitegemeza wao. Na that's why hatujawahi kupata maendeleo, ndio maana unasikia toka miaka sitini ya uhuru bado watu wanajivunia wamejenga mabarabara. Alafu niambie kwenye siasa wanaoingia watu wenye akili timamu. Nonsense. Jumbe ni nyingi sana uh, labda swali moja la mwisho, mishemishe imeshafika. Okay. Sasa Tundu Lissu amepewa kesi ya uasi. Mm. Mtazamo wako ni upewe? Ah, sijajua labda amestahili kupewa. Unajua siasa ni drama. Kwa hiyo lazima watengeneze nadhani ni mte, mchezo wa drama ambao unatengenezwa kwa sababu uasi maana yake ni nini? Ukiniuliza uasi nini nini uasi uhaini nimesikia uhaini, eh, uhaini. Uhaini maana yake ni nini? Ile ni drama za kisiasa. Kwa sababu tunataka tukufanye uwe na jambo la kufuatilia, yeye mwenyewe anafanya vile kwa sababu afuatilie, sio kwamba ana intention ya kweli. Unajua kuna watu wakisikiliza hawa wanasiasa, wanaona huyu ana intention ya kweli. Mimi nasema wazi tu, Tunulisu mwenyewe ana intention ya kweli na nchi? Those are dramas, kwa sababu unajua nikiendelea kufuatiliwa nitaendelea kuwa kwenye market. Zile ni drama wanafanya za kisiasa. Nishakuambia watu kwamba kwenye political psychology unasoma shape shifting, lazima ujue wakati wa kubadilisha sura. Kozile ni drama za kisiasa kwao kuwasaidia Watanzania kuwapevusha uelewa Sio kuambia kwamba mimi nikiingia madarakani nitakuletea mabadiliko. Madarakani wanakaa watu dhaifu, watu hodari wanakaa nje, as unaona Einstein. Akuwa rahisi bwana, tuishie hapo. Una vitabu ambavyo vimeandika, watu wanapataje vitabu vyako? Ah, wakinitafuta watavipata. Wanakupataje usiokuambia kufuata ulimwenguni kwenye <laughs> <laughs> wakinitafuta watanipata. uh, sio kila mtu anatakiwa kuvipata by the way. uh, okay. Eh. Kwa hiyo kuna watu ambao mtu akija anaweza ukampatia una, na unajua, kuna kitu watu waelewi. Watu wengi wananiuliza, unauza vitabu, mi siuzi vitabu. Eh, ndo maana anasema atakie nitafuta watanipata. Watu sahihi, wakati sahihi, watakutana na mtu sahihi. hmm. Eh, mwanafunzi akiwa tayari, master atatokea ska ote je, natamani kujifunza mm. Hiki kitu na iki kutoka kwa huyu mtu, kwa maanake ni kwamba mimi nitakuwa kama wale wengine wanaomweka jela. Na mimi simshauri mtu yote anunue vitabu kwangu.